Sehemu ambayo mimi na wewe tutajifunza neno la Mungu lakini maisha kwa ujumla wake. Leo nimeingia live kwa ajili ya kujifunza neno la Mungu, lakini pia kwa ajili ya kuwakaribisha wote ili tuwe tunajifunza neno la Mungu kwa wingi zaidi kabla ya kulala, na pia kuna wakati mwingine nitakuwa ninafanya live hata wakati wa mchana lakini, kwa kuanza, tutakuwa tunajifunza mara kwa mara kabla ya kulala. Tusome neno la Mungu na tulitafakari, kisha tufanye maombi na kupumzika. Kwa hiyo, katika kuanza vipindi vyetu hivi, natamani tuanze na kitabu cha Samueli, Samueli wa kwanza, na tuendelee mbele. Tutakuwa tunasoma ukurasa mmoja kisha tuna utafakari kisha tunaomba na kuendelea na na kupumzika, na tukipata muda mwingine tunaendelea na ukurasa mwingine. Basi leo kama nilivyosema, tutaanza kusoma Samueli wa kwanza moja mpaka ule mstari wa ishirini na nane. Basi nakukaribisha sana, karibu na tuombe. Baba yetu na Mungu wetu, tunasema asante kwa pendo lako, asante kwa kutupa kibali cha kukutana na kutafakari maneno yako kwa pamoja na kusikiliza sauti yako kupitia maneno haya, kwa jina Yesu Kristo, amina. Basi nitaanza kusoma, na kama wee pia una bibilia yako kwenye simu au bibilia yako, unaweza ukachukua na tukaenda pamoja katika kutafakari neno hili kabla hatujapumzika kulala. Somo linasema palikuwa na mtu mmoja wa Rama msufi, wa nchi ya milima milima, ya Efraimu, jina lake aliitwa Elkana, mwana wa Yerohamu, mwana wa Elihu, mwana wa Tofu, mwana wa Sufu, Mwefraimu wa; naye alikuwa na wake wawili, jina lake mmoja aliitwa Hana, na jina lake wa pili aliitwa Penina. Naye huyu Penina alikuwa na watoto lakini Hana hakuwa na watoto. Na mtu huyo alikuwa akikwea kutoka mji mjini kwake mwaka kwa mwaka ili kuabudu na kumtolea Bwana wa majeshi dhabihu katika Shilo. Na wale wa, wana wawili wa Eli Hofin na Finihasi makuhani wa Bwana walikuwa huko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 Hapa tunaona kisa cha mtu mmoja aliyejulikana kwa jina la Elkana. Jina la Elkana huyu, ni mtu ambaye alikuwa ni Mwefraimu, na huyu mtu alikuwa ana wake wawili, na wake zake hawa wawili, mmoja aliitwa Hana na mwingine aliitwa Penina. Penina alikuwa na watoto, lakini Hana hakuwa na watoto lakini tunaposoma hichi kisa nikapata funzo moja kwamba haya maisha unaweza ukayatazama kwa namna ambavyo wewe mwenyewe unaweza ukayatazama, na mwisho wa siku ukajikuta kile unachotaka kukiona, kile unachong'ang'ania kukitazama, ndicho ambacho utakuwa kitakuwa kinarudi mara kwa mara katika maisha yako. Kwa nini? Hmm, nasema hivi, tukiangalia katika hichi kisa cha Penina, Hana na mume wao Elkana. Hana hakujaliwa watoto, lakini Hana alipendwa. Tunasoma hapa na kuona kwamba Elkana, japokuwa alikuwa na wake wawili, lakini alimpenda sana mke wake Hana, hata pale alipokuwa akigawa zile dhabihu za kwenda kutoa kwa Bwana alikuwa anampa ana mara mbili na, na hichi kikanifundisha kwamba kumbe kuna wakati fulani katika maisha tunaweza ndio tukawa tunapitia changamoto fulani. Habari, habari. Karibu sana, karibuni sana mnaojoin, karibuni sana nimesema, tupo katika kitabu cha Samueli wa kwanza, tutakuwa tunajifunza tutakuwa tunasoma mm -hmm. Biblia kwa pamoja. Kwa hiyo kama wewe ndo umejoin sasa sasahivi, karibu karibu, na tuendelee kwao. mm -hmm. ninazungumzia habari ya Hana mke, mke wa Elkana, mwanamke ambaye alikuwa hajapata mtoto, lakini japokuwa alikuwa hajapata mtoto, alikuwa na mume ambaye alikuwa anampenda sana, na mume wake alikuwa anajiweza vizuri. Ndipo nikaa anasema kwamba katika ya maisha kuna wakati fulani tunatazama vitu tunavyovikosa, tunatazama vitu ambavyo hatuna na kushindwa kutazama mibaraka ambayo tunayo, kama vile Hana. Hana alikuwa hana mtoto, lakini alikuwa na mume aliyempenda sana, alikuwa na mume aliyemjali, alikuwa na mume aliyekuwa anam, anampatia vitu alikuwa na mme ambaye alikuwa anamtunza vizuri, lakini Ana alikosa furaha Ana alikosa amani. Na siku moja mume wake Elkana akaa namwambia, kwa nini unakosa kula? Kwa nini unakosa amani? Akamjibu kwamba kwa sababu sina watoto, na Elkana akamwambia, je, mimi si bora zaidi hata watoto kumi? Kwa hapa nikapata funzo kwamba kumbe wakati mwingine katika maisha badala ya kutazama vitu ambavyo hatuna, badala ya kukazana kutazama vitu ambavyo bado hatujavipata, hebu tuanze kushukuru kwa vile vitu ambavyo tunavyo katika maisha yetu. Huenda huna kazi, huenda huna mwenzi, huenda huna mtoto, lakini huenda una familia nzuri inayokupenda, huenda una afya nzuri katika maisha yako, eh huenda unakaa sehemu nzuri kwa hiyo badala ya kuanza kutazama vile vitu ambavyo huna kwa sasa na unatamani kuwa navyo, hebu anza kumshukuru Mungu kwa vile vichache ulivyokuwa navyo katika maisha yako. Anza kufurahia yule mume uliokuwa naye, anza kumfurahia yule mke uliokuwa naye, wale watoto uliokuwa nao. Hata kama huna kazi, hata kama huna mali nyingi, hebu anza kufurahia zile baraka ambazo kwanza unazo, kabla ya kulalamika na kuhuzunika kwa vile ambavyo huna. Basi tuendelee katika mstari ule wa kumi na sita kama una Biblia yako kwenye simu, tuendelee kufuatilia katika ule mstari wa kumi na sita. Anasema, usimdhanie mjakazi wako kuwa ni mwanamke asiyefaa kitu, kwa kuwa katika wingi wa kuugua kwangu na kusikitika kwangu ndivyo ilivyonena hata sasa. Ndipo Eli akajibu akasema, enenda kwa amani na Mungu wa Israeli akajalie haja yako uliyomwomba. Naye akasema, mjakazi naye akasema, mjakazi wako na aone kibali machoni pako. Basi huyo mwanamke akaenda zake naye akal, akala chakula wala uso wake haukukunjamana tena. Wakaondoka asubuhi na mapema, wakasali mbele za Bwana, kisha wakarejea na kufika nyumbani kwao huko Rama. Elkana akamjua mkewe Hana, naye Bwana akamkumbuka. Ikawa wakati alipowadia, ikawa wakati ulipowadia, Hana akachukua mimba na kuzaa mtoto mwanamume, akamwita jina lake Samueli, akasema kwa kuwa nimemuomba Bwana, kwa kuwa nimemuomba kwa Bwana. Kwa hiyo kama nilivyosema katika haya maisha, kuna wakati mwingine tunajaribiwa kutazama vitu ambavyo hatuna, tunajaribiwa kutazama vitu ambavyo hatuna katika maisha yetu, ndivyo tunavyovitazama, badala ya kutazama mibaraka, badala ya kutazama, kutazama vile vitu ambavyo Mungu ameshatupatia katika maisha yetu. Lakini sasa tukishapiga hiyo hatua katika maisha ya kumshukuru Mungu kwa vile vitu ambavyo tunavyo, kwa kuanza kutazama ile mibaraka Mungu aliyotupatia katika maisha yetu ndipo sasa tutaanza kukabidhi yale yote ambayo tunadhani kwamba tunayahitaji lakini hayapo katika maisha yetu, kama vile Hana alivyofanya akaenda mbele za Bwana na kulia na kumwaga moyo wake na kutamani yale yote ambayo yalikuwa ni machungu ndani ya moyo wake, Mungu akapati kumjalia. Na hapa katika ile fungu la kumi na sita mpaka fungu hili la, la mpaka fungu hili la ishirini tunaona kwamba Bwana kupitia Eli akambariki Ana na akamnenea mema, na mwisho Ana akaweza kupata mtoto. Ndivyo na sisi leo, kuna wakati tunasahau kwamba hatuna sehemu yoyote ile ambayo tunatakiwa kwenda ili tu, tumwage ili tuachie yale ambayo yanatusonga ndani ya na maisha yetu, lakini leo tunakuja kukumbushwa kupitia hichi kitabu cha Samueli, kupitia hadithi hii ya huyu mwanamke Hana kwamba kumbe kuna sehemu moja tu ambayo tunatakiwa twende na kupeleka yale tunaodhani kwamba ni magumu ni mazito, hatuyawezi kwa nguvu zetu sisi wenyewe, na sehemu hiyo ni sehemu ile ambayo Mungu pekee anapatikana. Katika fungu la ishirini na moja nasema kisha yule mtu Elkana na watu wote wa nyumba yake wakakwea kwenda kumtolea Bwana dhabihu ya mwaka na nadhiri yake, bali hana hakukwea; maana alimwambia mumewe, sitakwea mimi hata mtoto wangu atakapokwisha, atakapoachishwa maziwa, hapo ndipo nitakapomleta ili hahudhurie mbele za Bwana, akae huko daima. Elkana mumewe akamwambia, Haya, fanya uonavyo vyema. Ngoja hata utakapomwachisha maziwa. Bwana na alithibitishe neno lake tu. Basi yule mwanamke akangoja akamnyonyesha mtoto wake hata kumwachisha maziwa. Naye alipokuwa amekwisha kumwachisha maziwa, akamchukua pamoja naye na ng'ombe watatu na efa moja ya unga na chupa ya divai, akamletea nyumbani akamleta nyumbani kwa Bwana huko Shilo, na yule mtoto alikuwa mtoto mdogo. Naye akamchi, naye akamchinja huyo ng'ombe, akamleta mtoto kwa Eli, akasema, Ee bwana wangu, kama ishivyo roho yako bwana wangu, mimi ndini yule mwanamke aliyesimama karibu nawe hapa nikimwomba Bwana naliomba nipewe mtoto huyu, Bwana akanipa dua yangu niliyomwomba. Kwa sababu hiyo, mimi nami nimempa Bwana mtoto huyu, wakati wote atakaokuwa hai apewe Bwana. Naye akamwabudu Bwana huko. Tumemaliza sura yetu ya kwanza ya Samueli wa kwanza. Hapa mimi nimepata mafunzo mawili. Funzo la kwanza ni kwamba kumshukuru Mungu kwa mibaraka yote uliyokuwa nayo katika maisha yako. Tujifunze kumshukuru Mungu kwa mibaraka tuliyokuwa nayo. Unaweza ukasema mimi sina chochote, sina hata ndugu, sina hata mume, sina mke, sina watoto, lakini una afya, una uhai, ujafa mpaka sasa hivi, uko hai au upo hospitalini, ujalaza lakini hata kama uko hospitalini haujafa, tumshukuru Mungu kwa baraka tulizokuwa nazo. Lakini jambo la pili, yale mazito yote ambayo hatuyawezi kuyatatua kwa nguvu zetu, hebu tumkabidhi Mungu, tumkabidhi Mungu kama vile Ana alivyomkabidhi Mungu, na Mungu akamtendea makuu. Na mwisho tunapofanya nadhiri kuweka nadhiri mikononi mwa Bwana kwamba Bwana, ukinifanyia hivi, nami nitafanya hivi, basi tufanye sawasawa na hizo nadhiri tulizoziweka, kama Ana alivyosema kwamba ukinipatia mtoto, nitamleta akutumikie wewe. Na kweli, Mungu alipompatia mtoto, akamleta mtoto yule mikononi mwa Bwana. Kwa hiyo, ndivyo na sisi tunavyotakiwa tufanye, tutambue uwepo wa Mungu ndani ya maisha yetu tutambue kwamba bila mungu sisi hatuwezi chochote. Tutambue kwamba kwa uwezo wa Mungu kila kitu kinawezekana, na ndipo tutakapoona mibaraka tele ndani ya maisha yetu. Cha kwanza ni kutambua mibaraka ya Mungu ndani ya maisha yetu, na cha pili, yale yote yanayotushinda tumkabidhi Mungu, ndipo ambapo Mungu atatushangaza. Basi Mungu akapati kutubariki sana kwa neno hili zuri, kabla hatujalala Neno hili likawe faraja katika maisha yako. Neno hili likakukumbushe kwamba yale yote unayoyapitia, usisahau kwamba kuna baraka, lakini yale yote magumu ambayo unayapitia, yakabidhi kwa Mungu. Basi tuombe. Baba yetu na Mungu wetu, asante kwa somo zuri hili uliotupatia, tafakari hii ya usiku. Tumetafakari na kuona kwamba kumbe tunatakiwa turudishe sifa na shukurani kwako kwa yote uliotupatia lakini kwa yale magumu ambayo tunadhani kwamba ni magumu na hatuna tuyakabidhi kwako, Mungu wa mbinguni. Tunasema asante kwa pendo lako. Mbariki kila aliyehudhuria, mbariki wote wanaosikiliza, wabariki, wape usiku mwema, ukapate kutulinda kwa utukufu wa jina lako, kwenye Yesu Kristo. Amina. Basi mpendwa, wapendwa, napenda kushukuru sana kwa kuwa pamoja nami live, kwa kushiriki. Mungu akapate kuwabariki sana. Asanteni kwa komenti zenu, asanteni sana, asanteni sana Irene, asante, asanteni sana. Nashukuru kwa komenti zenu nyingi, asanteni jamani. Mungu apate kwa bariki sana, na tukakutane katika kipindi kingine kizuri ambacho tutaendelea kujifunza katika ile sura ya pili ya Samweli, na tuone kwamba, je, safari sasa ya huyu mtoto Samweli inaendaje na maisha yanaendaje na tunapata mafunzo gani kupitia kisa hiki basi. Asanteni sana kwa live hii, asanteni sana kwa kujoini. Mungu akupate kwa bariki sana, na kwa Irini tukutane katika kipindi kingine.